Yesu akamwambia "Mda mwingi wote nimekuwa kwenu, Filipo, nawe niyanitambua? aliyeniona mimi maneno nayoambia mimi siyasemi kwa amri yangu, lakini Baba akae ndani yangu, anatenda kazi zake. Niamini ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba ni ndani yangu, kama sivyo, sadikini walau kwa sababu ya kazi nazozitenda. Amin, amin, nawaambia, yeye anayenisadiki mimi atafanya mwenyewe kazi ambazo mimi nazitena na hata kubwa zaidi atazifanya, kwa maana naenda kwa Baba na yote mombayo